mini ambayo tumeifanya mpaka sasa hivi tunavyoongea, uh, tuna upatikanaji wa ARV wa zaidi ya asilimia 95 kwa nchi, lakini vilevile kiasi ambacho kipo ni toshelevu kwa miezi zaidi ya nane, mpaka sasahivi ko kinaweza kikatosheleza mpaka mwezi Desemba mwaka huu. Hizi taarifa za baadhi ya matajiri kutaka kuchukua ama kununua ama kuhifadhi hizi dawa na kuja kuziuza baadaye, baada ya kusitishwa, pengine kwa gharama kubwa, hili mnalitizama vipi hasa kama wahusika? Hatutarajii kuwa na uhaba wa dawa za ARV nchini. Kwa hiyo, kwa yeyote ambaye ameweza kuchukua na kuficha kwa ajili ya kujinufaisha uh, ni atakula hasara kwanza, kwa sababu hakuna atakayenunua baadaye kwake, sababu dawa zitaendelea kuwepo na hata hicho kiasi ambacho nimesema kipo cha kutosheza mpaka mwezi Desemba, tayari juhudi za kuhakikisha kwamba tunapokea kiasi kingine mwezi wa nne mwaka huu na mwezi wa saba mwaka huu na mwezi wa tisa kwa ajili ya kutufikisha mpaka mwakani mwezi wa sita zimeshaanza. Kwa hiyo tuna imani tutanunua dawa za kutosha. Kwa hiyo ni, niweke wazi, kwa sababu tumesema dawa zitaendelea kupatikana, kwa sababu zipo na serikali imeshaweka mipango yote ya kuhakikisha zipo, lakini mbili zitaendelea kupatikana bule, sio za kuuza. Kwa hiyo wote ambao wanazihitaji watazipata bule. Kwa hiyo yote ambayo ameweka kwa ajili ya kuuza, maana yake kwa lugha nyepesi, atakuwa amekula hasara kiuchumi kwa upande wake. Tayari baadhi ya Watanzania walishaingiwa hofu, kutokana na haya ambayo yamekuwa yakijitokeza. Ni lipi hasa unaweza ukawaeleza, ni wakumbushe baadhi ya watumiaji wa hizi dawa kwa VVU pamoja na watumishi walioko vituoni ambao a, katika kipindi hiki nao wameingiwa na wasiwasi na kuanza kuvuta dawa kwa wingi, wanakuwa wakiagiza kwa wingi toka bohari ya dawa lakini vile vile na wagonjwa wanashawishi kupewa dawa kwa wingi wakanazo majumbani. Aa, nataka niwakumbushe kwamba waondoe hiyo hofu, dawa zipo na haziwezi kuisha kwa muda ambao labda wao wanafikiria, kwa sababu serikali imeshajipanga kuhakikisha kwamba dawa zitapatikana wakati wote. Aidha kwa wale ambao wamekuwa wa vyuu wanazichukua dawa wanakwenda nazo nyumbani Naomba tuwakumbushe kwamba dawa hizi zinahitaji matunzo, mazingira mazuri ya kutunza. Kwa hiyo uchukuaji wa hizi dawa kwa wingi na kutunza nyumbani, mazingira yanayotunza kwa sababu si salama sana kwa wengi, kwa hiyo yatasababisha dawa hizi kuwajengea usugu. Wataingia kwenye fezi nyingine ya kuanza kutumia dawa ambazo ni za hali ya juu zaidi, na pengine hata afya zao kuzorota zaidi. Kwa hiyo tunawashauri na washauri na kuwaelekeza washa kwa kwamba kama ulichukua dawa kwa wingi, naomba urudi kwenye kituo husika, mkakae na wataalamu, dawa zipo, taendelea kuzipata, na dawa zinapatikana bure katika vituo vyote vya umma, na tulivyojipanga, hakuna hakutakuwa na upungufu wa dawa ndani ya Tanzania.